Naitwa Imani Kajula, ni afisa mtendaji mkuu wa East Africa Business Consortium, na sisi tunalenga maeneo makubwa matatu, la kwanza likiwa ni eneo la uwekezaji, la pili likiwa ni eneo la ujasiriamali, lakini la tatu ni eneo la biashara. Tanzania mwaka 2023 ilianzisha viwanda visivyopungua 400 kwa mwaka na 40 ukigawa kwa siku 365 manake Tanzania kuna kiwanda kimoja kikubwa kinaanzishwa kupitia TIC, manake kuna fursa pana sana, na leo hii tumesikia pale kuna kiwanda kimeanzishwa Kigamboni cha vyuma vya ujenzi, ambacho chenyewe kimeanzishwa maalum kwa ajili ya kutengeneza vyuma kwa ajili ya viwanda. Na tujue kwamba kupitia TISEZA unapopata cheti unapata nafuu ya kodi na ondoleo la kodi ya kuweza kujenga kiwanda na kujenga kwa nini tunazungumzia viwanda? Tunazungumzia viwanda kwa sababu mwaka 2030 Tanzania ilisha saini mkataba wa soko huru la Afrika. Kuna bidhaa nyingi zitaondoka kwenye kodi kwenye eneo pana la soko la Afrika, lakini tujue kwamba sisi tuko zaidi ya milioni 60, na by mwaka 2030 mji kama Dar es Salaam tu utakuwa na idadi ya watu zaidi ya milioni kumi. Tanzania tutakuwa tuna watu zaidi ya milioni 100 maana yake ni nini? Ni kwamba soko la ndani ni pana, soko la Afrika Mashariki ni pana, soko la Sadik ni pana. Na tafsiri ya reli kama SGR ni nini? Maana yake inapotoka Dar es Salaam kwenda Mwanza, ni rahisi kupeleka bidhaa Uganda. Inapotoka Dar es Salaam kwenda Kigoma ni rahisi kufikia soko la Kongo, kufikia soko la Burundi, soko la Rwanda, na inapopita Kongo, manake unaenda unavuka, unaenda Atlantic upande ule na kufikia masoko mengine ya kule. Hapa hatujazungumzia Afrika. Ni lazima tuandae vijana wetu kwenye kugundua fursa, na niseme neno jingine leo hii, moja ya e changamoto kubwa sana ya Watanzania wengi ni kugundua fursa na tunaionaje hii? Tunaiona kwenye aina ya biashara tunazozifanya. Tunafanya biashara za kuigiliza kwa sababu hatuna uwezo wa kugundua fursa. Ndio maana tunaanzisha saluni, maduka ya nguo na biashara zinazofanana, kwa sababu hatuna uwezo mzuri wa kutambua fursa ni nini. Kwa majukwaa kama haya, yanakuonyesha fursa pana zilizopo. Angalia leo hii wafanye biashara wako wa Arusha wa sekta ya utalii wamegundua kwamba unapojenga hoteli, unapoenda kufanya uh, finishing vitu vingi havina kodi kabisa unapokuwa na cheti za TIC. Maanake ni nini? Kuna wafanyabiashara ungeingia kwenye gharama kubwa, kumbe basi ungeweza kupata kuto kulipa kodi. Na kwa nini hili jambo ni muhimu? Unapofungua biashara, maanake ndio mnaajiri. Kwa serikali inaposema tunataka ajira milioni nane by mwaka 2030 mwajiri ni sekta binafsi. Kwa ni lazima sisi tufanye kazi ya kupromote fursa zilizopo na kuonyesha fursa ziko wapi ili vijana waweze kuzichangamkia, na hilo ndio limekuwa lengo kubwa sana la jukwaa kama hili. Tumelifanya Dar es Salaam, tunalifanya sasa Arusha, tunaenda Mwanza, tutaenda Mbeya, tutaenda Zanzibar na kwenye mikoa yote ya Tanzania kimsingi wanaotakiwa kuleta mabadiliko ni sisi Watanzania. Serikali kazi yake kubwa ni kuratibu, watanzania kwenye sekta binafsi ndio watendaji. Nashukuru. Saint Bruno Minja ni rais wa Chemba ya Taifa ya Biashara, kwa kifupi tunasema TNCC. Leo tuko Arusha hapo wa Grand Melia specifically kwa ajili ya kazi moja tu, e, ambayo tumeanza kuifanya tangia mwezi uliopita. E, tunafanya kazi ya kuzunguka mikoa yote kwenye kitu ambacho tunasema ni breakfast meeting ya wafanyabiashara, na nia yetu kubwa ni kuwaleta wafanyabiashara pamoja ili waweze kusikiliza fursa ambazo ziko kwenye nchi yetu, hasa za uwekezaji, kwa nia kwamba tunataka Watanzania wenyewe wawe wawekezaji kwenye nchi yao. Kwa hiyo tunazunguka pamoja na wenzetu ambao ndio hasa wawezeshaji wakubwa sana kwenye nchi yetu kwenye masuala ya uwekezaji ambayo ni TISEZA pamoja na Benki ya Maendeleo Tanzania. Ndio tuko nao hapa leo, na tuendelea kuwa nao kwenye mikoa yote kuhakikisha kwamba Watanzania wanapata fursa za kuwekeza kwenye nchi yao, na chemba yao ya biashara inakuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba inawasaidia Watanzania kuona hizo fursa na kuzichukua hizo fursa na kuendesha uchumi wao wenyewe. Ndio maana tupo hapa Arusha, na tunashukuru sana hapa Arusha. E, wawekezaji wamekuja wengi sana kwenye mkutano e, kuliko hata mkutano ambao tumefanya Dar es Salaam. Kwa hiyo inaonekana kwamba mwamko wa wawekezaji hapa Arusha ni mkubwa sana, na tunaamini kwamba elimu ambayo imepata leo itawasaidia ili kuchukua hizo fursa za uwekezaji ambazo ziko kwenye nchi yetu. Nchi yetu sasa hivi e, kama alivyoeleza mkurugenzi e, wa Teseza kwamba kuna fursa nyingi sana, na licha toa fursa serikali imeweka mipango mizuri sana ambaye inawezesha wawekezaji wote na kile kiwango cha kuwa mwekezaji kimeshushwa sana mpaka dola alfu hamsini. Kwa hiyo hata wawekezaji wadogo wanaweza kupata fursa na kupata wakaweza we, kuwa wawekezaji kwenye nchi ya Tanzania.